Polisi mkoa wa Morogoro wanamtafuta dereva wa pikipiki ya magurudumu matatu, bajaji, ambaye jina lake halijafahamika, anayetuhumiwa kusababisha ajali na kuua mtu mmoja, alifahamika kwa jina la Fidelis Mauki, Bruda wa Kanisa Katoliki Morogoro, Shirika la Dini la Ndugu Wadogo Afrika. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Alex Mkama, dereva aliyesababisha ajali hiyo hajafahamika jina wala namba za usajili za chombo anachoendesha. Alimgonga Mauki Aprili tatu elfu mbili na ishirini na tano na kukimbizwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, lakini alifariki akiwa anaendelea kupatiwa matibabu. Amesema baada ya uchunguzi wamebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva huyo kuendesha kwa uzembe na kumgonga Mauki akiwa anatembea kwa miguu kisha kutokomea kusikojulikana. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya rufaa mkoani hapa kwa ajili ya taratibu za ukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi kutoa taarifa ambazo zitasaidia kukamatwa kwa dereva aliyefanya tukio hilo ili aweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro mimi ni Jackson John.